Namtafuta na binti yao aliyetoweka mapema mwezi huu akiwa Chuo Kikuu cha Nairobi bewa la Kikuyu. Jane Atila aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili wa ualimu anadaiwa kumtembelea rafiki wa kiume na tangu wakati huo hajaonekana, kama anavyotuarifu Franklin. Wala kipindi cha wiki tatu sasa, familia ya Jane Atila imekuwa ikimtafuta msichana wao bila mafanikio Jen alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili wa ualimu katika chuo kikuu cha Nairobi cha Kikuyu. Alipotea tarehe 3 Oktoba. Mlezi wa msichana huyo hapa Nairobi anayeishi mtaani Kabiria anatueleza alipokea taarifa kuhusu kutoweka kwa Jeni kutoka kwa marafikiza wa shule. Iliharifiwa Jen aliondoka kwenda kumtembelea rafikio wa kiume, lakini hakurudi wala kuonekana tena. Tarehe hiyo ya tarehe tatu, saa kama saa kumi na mbili jioni Yey alienda akabeba vitu vilivyokuwa vyake, akaacha vitu vilivyokuwa vya huyo mvulana, mvulana ambaye siyo mwanafunzi wa shule. Juhudi za kumtafuta hazikufua dafu na ripoti ilipigwa katika kituo cha polisi cha Kikuyu kuhusu kupotea kwake. Katika kipindi hicho, kunao watu fulani walioipigia familia yake wakidai kuwa na msichana huyo na walitaka pesa za ukombozi. Watu hao walidai kuwa Kiligoris. Ndugu yangu ambaye ni baba wa mwanafunzi huyu akiwa webu ya, alinipigia simu akanambia kwamba amepigiwa simu na mtu ambaye ni OCPD wa Kilgoris aliyemwambia kwamba ako na mwanafunzi ambaye alikuwa amepigwa vibaya sana akapelekwa hospitali Kilgoris, na akatoka na sasa, alikuwa katika kastodi yake. Familia ilisafiri na kufika huko, lakini hawakumpata Jane na walirudi Nairobi bila majibu ya wala namba hii sio OCPD na hapa nimedhibitishiwa na ofisa wa DCI wa hapa Kilgoris kwamba kuna OCPD kama huyu. Hapa jirani wa rafikiye wa kiume wa Jane, ambao hawakutaka kupigwa picha, walisema Jane alikuwa kwa chumba cha mvulana huyo usiku aliotoweka, na ni kuwa wawili hao walipigana kabla ya Jane kutoweka. Mvulana huyo alihama kutoka kwa chumba hicho na pia simu yake kuzimwa. Nimeweza kwenda pale na nikaona mahali ambapo alikuwa anaishi, mazingira ya kutatanisha pia na nikasaidiwa na mwanafunzi mwingine kujua ilikuwa kuaje, ndiye ajipate hapa. More questions that should be answered. Baada ya kufanya kila juhudi kumtafuta Jane bila ya mafanikio, familia yake inasema kila siku wanapiga dua na kumwombea msichana huyo arejee nyumbani salama salimini. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.